Ingia ndani haraka, ngoja nikwambie, mke wa mtu sumu. Urangu kwa mke wa mtu anauma, mshikaji wangu. Mke wangu anauma, mshikaji wangu. Kwa nini unifanyia hivi? kwa kwani unifanyia hivi? Ati mshikaji wangu, sikiza, mke wa mtu anauma, urangu. Oa oa, mshikaji wangu, ue mke wa mtu anauma. Sipoa mshikaji wangu.